Karibu tena katika Benn Media. Hii ni sehemu ya pili ambapo tunaangazia umuhimu wa kinyozi katika jamii kulingana na Salimu. Biashara ya kinyozi ikizingatiwa vyema katika jamii na kutodharauliwa, basi matunda yake ni mengi. Anaelezea kuwa mara nyingi vijana wanapojishughulisha na biashara ndogo ndogo kama kinyozi, basi zinayoepusha matatani. Ukisha graduate, tumalize, jitume zaidi hii mambo na CBC pia imeongezeka pale. Hii world ya saizi inataka mtu mwenye anajituma, kile ambacho unakijua. Hata wewe kama unajua kuchora kitu, nenda pale nje, tafuta wenzako wale wenye unajua kuchora sana, tafutana na wao, unasoma pia. the more unaendelea kusoma, the more unaendelea kufanya kile kitu kwa mikono, the more kinaendelea kuwa in touch with your mind. Sasa mi naweza encourage vijana wale wenye wako uko nje, wenye hawana kazi, wenye walimaliza shule, wakamaliza wakafanya mambo yao mengi mengi huko nje, usiende kwa wizi. Jaribu kile kitu che akili yako inakwambia you are better off. Just do it. Na utaona maisha yako yatakuwa sawa, u utakuwa naishu. Katika sehemu ya tatu tutakuwa tunazungumzia matatizo anayopitia Salim katika utendakazi wake. Zidi kufuatilia. Mimi ni Ben Barasa kutoka Ben Media.